Mimi na wewe siku zote tunaugua, tunapata malaria, tunapata typhoid, tunapata corona, tunapata miongoni mwa maradhi chungu nzima. Corona hii ikhabithi kweli kweli, maluun kweli kweli, na matusi unaitukana. Mtume katufundisha anasema, hizi zinazokuja hizi zikatutwanga zi kweli kweli katika homa, na wama shabaha innaha tudhhibu bikhataya bani adam kama yudhhibulkir khabatha alhadid. Kama vile unavyoona chuma kinafuliwa kinaondoshwa kutu na moto, basi na haya mahoma na majanga na maradhi yanaondosha madhambi kwa mwanaadamu, kama vile kinavyoondoshwa kutu chuma. Salie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini Abdullah ibn Mas'ud aliingia siku moja chumbani kwa Mtume siku ya maradhi ya Mtume.

kaa lihi salatu wasalamu, ajal inni uaku kama yuaku rajulani minkum. Mtume akamwambia Abdallah bin Masudi, hivyo ndivyo ilivyo, kama ulivyoona kwamba naumwa sana, naumwa sana kweli. Je, ilikuwa ni kiboko? Angekuwa kiboko? Je, ilikuwa Mungu kamkasirikia mtume wake? akuwa Mungu amemkasirikia wa Mtume wake? Je, kwa sababu mtu akiumwa ndo sababu ya ishara ya dhambi? Si ishara hizo, hayo ni mambo ambayo unatakiwa uyaondoshe, usikimbilie hayo tu, usikimbilie hayo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumjibu Abdullah ibn Mas'ud, ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum mimi naumwa maumivu ambayo ni sawasawa na watu wawili, yaani mimi naumwa double. Sisi tunavyoumwa, mtume anasema yeye ni double kama watu wawili wanavyoumwa maradhi ya nguvu, basi peke yake mtume anaumwa. Sasa ukishuhudia homa yoyote kwa mtu, kumbuka kwamba mtume ni mara mbili yake. Ukishuhudia tabu yoyote kwa mtu, kumbuka kwamba mtume ni, ni mara mbili yake. Unadhani wale walotu waliopiga mawe mtume kule Taif ni nani? Katika historia uliwahi kusikia kama mtume sallallahu alaihi wasallam? Kisha alipoambiwa sema, unataka nini, akasema wasamehe. Kuna maudhi zaidi haya? We unapata maudhi gani katika maisha yako yote? Yale yanakuwa katika idadi ya kafara lisayiati, unasamehewa makosa yako. Mtume anamwambia Abdullah ibn Mas'ud, kama watu wawili mnavyoumwa nyinyi basi mimi pekea. Abdullah bin Mas'ud akasema, dhalika liana laka ajrain rasul rasulullah, kuumwa kwako mara mbili, je ni, ni kwa sababu ya kwamba wewe ujira wako vile vile ni mara mbili? Ani kwa sababu Mungu, Mwenyezi Mungu kakupendelea katika kukupa kheri, kakupa mara mbili. Na ndio maana hata maradhi unayahisi mara mbili. Faqala ajal huwa kadhalik, mtume akamwambia ndiyo, hivyo ndivyo ilivyo. Ujira wa mtume ni mkubwa, lakini na maumivu yake naye ni makubwa.